Kasim Majaliwa, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, jaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Kizito Mhagama, mwenyekiti wa Bunge kwa niaba ya Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, waziri wa Katiba na Sheria, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote mliopo hapa, mheshimiwa Hamza Said Johari mwanasheria mkuu wa serikali na wanasheria wakuu wastaafu. Namwona Mheshimiwa Jaji Feleshi, Masaju simuoni, nadhani yuko ana makesi yake kule, lakini pia nitambue uwepo uh, wa Mheshimiwa Jaji kiongozi uh, Mheshimiwa Mustafa Siani, Balozi Dr. Moses Kusiluka katibu mkuu kiongozi, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tunawashukuru kwa nasi hapa, ndugu Samuel Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, lakini nitambue uwepo wa ndugu Honorius John Jole, mwandishi mkuu wa sheria ambaye ameifanya na timu yake wameifanya vizuri kazi hii, hongereni sana. Nitambue uwepo wa viongozi wote waandamizi waliopo nasi hapa, managementi na watumishi wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mliopo hapa, lakini pia viongozi wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, viongozi wa chama cha mawakili wa serikali Uh, wageni waalikwa wote mabibi na mabwana, ndugu zangu, uh, vyombo vya habari, lakini pia nitambue presence ya police band na kazi nzuri wanayotufanyia hapa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote, ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo hii tunajumuika katika tukio hili la kihistoria la utiaji wa saini tamko la uzinduzi uh, wa tamko la sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 nalojumuisha sheria zote tangu mwaka elfu mbili na tatu. Hii ni mara ya pili, kama ilivyoelezwa hapa, katika historia ya nchi yetu tunafanya tukio la aina hii ambalo linazidi kuimarisha utawala wa sheria nchini Toleo la kwanza la urekebu lilifanyika miaka ishirini na tatu iliyopita yani mwaka elfu mbili na tatu au elfu mbili na mbili. Ni tukio la kisheria kwa kuwa ni utekelezaji wa sheria ya urekebu wa sheria sura ya nne nayomtaka Rais kutoa tamko litakalobainisha tarehe ya kuanza kwa kutumika kwa toleo hilo la urekebu ambalo muda si mrefu uliopita nilisaini tamko hilo naloelekeza kuwa toleo hili litaanza kutumika rasmi tarehe mosi Julai mwaka huu. Kwa mnasaba huo, mimi na wenzangu serikalini tunatoa shukrani zetu sana kwa ofisi ya mwanasheria mkuu na timu yake kwa kulikamilisha hili na kuifanya serikali ya awamu ya sita kuingia kwenye historia ya kuandika juzuu mpya za urekebu. Tunawashukuru sana. Nasi pamoja na wenzangu tuseme, sifa tutakazopata huko mbele ni kwa sababu tumesimama juu ya mabega ya kazi iliyofanywa na ofisa mwanasheria mkuu, mwanasheria mstaafu, lakini na mwanasheria aliyopo sasa hivi, mwanasheria mkuu mstaafu na aliyopo sasa hivi. Ndugu zangu, tukio hili ni matokeo ya kazi kubwa na ya kitaalamu iliyofanyika kwa juhudi weledi, na mshikamano wa taasisi zetu za kisheria zikiongozwa na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Nawapongeza sana pamoja na timu zenu zote kwa kazi hii kubwa mlioifanya na kuhakikisha kuwa zoezi hili linakamilika kwa ubora uliotarajiwa. Hongereni sana. Ndugu wananchi, nyote mnafahamu kuwa sheria ni kioo cha ustaarabu wa taifa. Bila sheria zinazofahamika zilizowekwa wazi na zinazoendana na wakati tulionao, haki haiwezi kupatikana. Si hivyo tu, bila sheria kwa wazi, uhakika wa ulinzi wa haki za raia unatoweka au unakuwa hauna uhakika na kusababisha uvunjifu wa amani. Aidha, shughuli za kiuchumi hufanyika kwa mashaka mashaka pasipokuwa na sheria zinazoeleweka, sheria za wazi. Sababu mwekezaji la kwanza akiingia, anataka kujua sheria zetu zinasemaje. Sasa, kama ziko vipande vipande, hii iko kule, hiko kule, hiko kule, mm -mm, kunakuwa na mashaka mashaka na wanakosa imani. Kwa hiyo kazi hii iliyofanywa inakwenda kuondosha yote hayo. Hivyo kukamilika toleo hili ni hatua muhimu katika usawa wa maendeleo ya taifa letu. Shughuli iliyofanyika ya kuandika upya juzuu za sheria ni jambo muhimu litakalorahisisha kazi sio tu kwa wanasheria, mawakili, mahakimu na majaji bali hata sisi wengine ambao tunazitumia sheria hizo katika utekelezaji wa kazi zetu. Hapa nataka nikumbuke kuna siku nilikuwa naongea na, na mwanasheria nadhani katika wanasheria wana wakuu wastaafu mmoja, akaniambia pale bungeni, mimi ikirekebishwa iki tu sheria, nachukua sheria zamani, nafanya marekebisho hapo hapo, nikijua kwamba toleo la marekebisho ya sheria litachelewa. Kwaiyo nafanya marekebisho, pa kutoa na kata, pa mpya naweka. Kwa hiyo sheria ninazozitumia nimezichorachora na ni zimekatwa katwa. Lakini akaniambia kwamba hizo sheria zinamsaidia sana anapokwenda kwenye argument za kisheria na watu wa sheria wenziwe, kwa sababu yeye anakuwa na marekebisho, hata kama amechorwa kwa mkono, anakuwa nayo. Wenziwe bado anakuwa wako nyuma kwayo, na kazi ya kuwakumbusha hiyo ilirekebishwa mwaka gani, ilirekebishwa siku gani. Kwayo yeye anakuwa mbele ya wale ambao uh, hawako na ma, ma, ma, ma, ma, marekebisho yale. Hivyo basi, ni dhahiri kuwa kwa namna moja au nyingine, kuto kuwepo na juzuzi zilizorekebishwa kwa wakati, kwa kiasi fulani kunachangia kunyima haki za watu au kunyima haki za raia, kwa sababu wanaozitumia kutoa maamuzi wanakuwa hawako kwenye kujua au kupata uelewa wa marekebisho yaliyofanywa kwa wakati fulani. Kwa hiyo, kwa kiasi fulani kunachangia uh, watoa maamuzi ya kisheria kutoa maamuzi bila ku, kujua kwamba kuna sheria ilifanywa marekebisho mwaka gani. Kwa hiyo tukio hili tunalolifanya leo kuzindua urekebu wa sheria zilizojumuisha mabadiliko yote yaliyofanyika katika sheria kuanzia mwaka elfu mbili na tatu hadi Disemba 2023 20. linakwenda kurahisisha upatikanaji wa haki um, kwa wananchi na kwamba sheria zote kuu 446 zimehusishwa kwenye mabadiliko haya. Kwa hiyo tuna sheria mpya zilizoandikwa upya na sasa hakuna haja ya wale wana sheria kuambizana, hebu rifa sheria mwaka fulani, ebu rifa sheria kifungu fulani cha mwaka fulani, ebu sheria fulani ilisema hii iliondoa kifungu hiki. Sasa zote zimeandikwa upya na zinapatikana pahali pamoja na kufanya kazi imerahisishwa. Lakini mbali ya hilo, zimepangwa vizuri pia. Sasa kwa upande wa mahakama, tunatazamia itapunguza muda unaotumika kwenye kufanya utafiti ili kupata uhakika wa sheria inavyosema, na hivyo kurahisisha maamuzi. Lakini zaidi ya hapo, juzuu hizi za sheria zilizorekebishwa ni muhimu sana katika kuongeza uwazi na kuzidi kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Aidha, ni nyenzo muhimu itakayosaidia kupunguza matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria liokuwa likitumika kuchochea rushwa. Hapa sasa linakwenda kuzibwa, ile itazama kule itazama kule itazama kule engineering ya kisheria ili mtu apate ombwe la kupenyeza yake. Sasa hakuna zimeandikwa upya, zimepangwa vizuri, ziko wazi, zinajulikana. Vile vile, kuwekwa vyema kwa, kwa sheria hizi kutajenga mazingira mazuri ya kukuza imani kwa wafanyabiashara na wawekezaji, kama nilivyosema katika kuimarisha shughuli za kiuchumi nchini. Sheria hizi zikipatikana kwa urahisi na zikifahamika vyema na wananchi, zitapunguza uwezekano wa kutenda makosa kwa kisingizio cha kutojua sheria. Kwa ujumla, zoezi hili la urekebu limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kutuongezea hadhi kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndugu zangu, kazi kama hii ilifanyika miaka ishirini na tatu iliyopita katika mazingira ya ulimwengu unaobadilika kwa kasi tukiangalia mabadiliko ya kasi yanayoendelea nchini kwetu, tunapaswa kujiandaa na utayari wa kufanya mabadiliko ya kisera, kisheria, kitaaluma na kimifumo ya kitaasisi zetu. Maendeleo ni kujitathmini, kujielewa, kujipanga vyema na kubadilika, na hichi ndicho kilichofanyika sasa. Kwa mnasaba wa shughuli hii, niliangalia takwimu za mwenendo wa kasi ya kutunga na kurekebisha sheria nchini. Nimeona kuwa katika zoezi la urekebu wa sheria la mwaka 2022, idadi ya sheria zilizofanyiwa urekebu zilikuwa 415. Mwaka 2023 20, idadi hii imeongezeka kidogo hadi kufikia 446. Hata hivyo, ili kupata picha kamili, inabidi kuangalia takwimu za sheria mpya zilizotungwa, zilizofutwa na zilizotungwa upya kuanzia mwaka elfu mbili na mbili hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba sheria 171 zilifanyiwa mabadiliko makubwa kati ya sheria 446. Zaidi ya hapo, tukiangalia takwimu za marekebisho ya sheria kati ya mwaka elfu mbili na mbili hadi elfu mbili na ishirini na tatu tunaona jumla ya marekebisho 1139 yalifanyika kwenye sheria mbalimbali Hii ni kuonyesha kuwa jinsi nchi yetu inavyofunguka na kuleta maendeleo, kunahitajika pia mabadiliko ya sheria zetu ili kuimarisha utawala bora na kulinda haki na maslahi ya jamii, lakini maslahi ya taifa letu pia. Sasa, kwa kuzingatia takwimu hizi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, uhuishaji wa sheria zetu haupaswi kuwa tukio la miongo miwili yaani miaka ishirini na kuendelea, lakini kama ulivyosema, napaswa kuwa la kila baada ya mwongo mmoja, miaka kumi. Lakini pamoja na miaka kumi hiyo hapo katikati kila sheria zinavyobadilikwa zinatakiwa na zenyewe ziandikwe upya na ziwekwe kwenye zile marekebisho ya kila mwaka yanayotolewa kila mwaka, na baada ya miaka kumi tuziunganishe na tutengeneze juzuu kama tulivyofanya uh, kipindi hiki, na niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanayojitokeza sasa. Uandishi mwingine wa sheria kama zilivyofanywa leo, tutakuja kusainiwa mwaka ishirini thelathini na tatu. Wakati huo awamu ya sita imemaliza kuna awamu ya saba. Kwa hiyo tulichokifanya leo ni kujenga msingi mzuri ambao utawapelekea wanasheria wetu kuja kufanya marekebisho kule mbele baada ya miaka kumi, lakini pamoja na yale ya mwaka mwaka yanayofanywa. Taifa ni mwendelezo, na leo tunakwenda kuliendeleza kwa kwenye tasnia hii ya sheria. Nalizungumza hili nikiwa na fahari kubwa kwamba shughuli ya urekebu wa sheria toleo la 2023 tunalolizindua leo limegharamiwa na sisi wenyewe. Naambiwa shilingi bilioni kumi zimetumika kwenye hili. Sasa mimi najua serikali ilikuwa inatoa fedha za urekebu wa sheria, lakini sikuwa najua kiasi gani. Leo nimeambiwa bilioni kumi zimetumika kwenye kazi hii, lakini jengine ni lile lilosemwa hapa kwamba wataalamu na hizo bilioni kumi za mwaka huu wataalamu waliofanya kazi hii ni wa kwetu ndani humohumo, ukilinganisha na lile la k mwaka uh, 20 mwaka elfu mbili na tatu ambapo benki ya, tun, ya dunia ndio ilifadhili wakati ule na wataalamu kutoka nje ndio walifanya kazi ile. Lakini ninaloleta kujivuna zaidi katika hali ya kujitegemea, Sheria hizi zimechapishwa na mchapishaji wa hapa nchini, yaani taasisi ya Mkuki na Nyota ndio wamechapisha majuzuu haya mnayoyaona. Kwa hiyo kwenye kazi iliyofanyika kipindi hiki, kila kitu kimefanywa made in Tanzania. Hakuna cha kigeni kilichoingia humo ndani, kila kitu tumefanya wenyewe, na hiyo ni fahari kwetu. Hakika tunajivunia hatua hii tuliyofikia, na hongereni sana sana sana. Ndugu zangu, bila shaka mafanikio kukamilisha toleo hili la ishirini ishirini na tatu yamechagizwa na kuimarishwa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kuanzishwa kwa ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ili kuongeza ufanisi katika uandishi wa sheria, pamoja kuongezeka kwa watumishi wenye weledi na utaalamu uh, wa kuandika sheria hizo. Ndugu wananchi, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria, hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria. Na sheria zikishaundwa ni lazima zifuatwe, zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo linaloongeza uwazi, uhakika na urahisi wa kuzipata sheria ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora na utawala wa sheria nchini. Vilevile ni sehemu ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kurahisisha utoaji wa haki nchini. Sambamba nahili, na hili, serikali imeimarisha uwekezaji wa kimiundombinu na rasilimali watu ili kurahisishia wananchi kupata huduma za kisheria. Tumeshuhudia uwekezaji wa miundombinu ya mahakama katika ngazi mbalimbali pamoja na kuongeza rasilimali watu, hatua zilizochangia kuanza kupungua kwa muda unaotumika kukamilisha mashauri mahakamani. Katika hatua nyingine, tumeimarisha huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni mbalimbali mbali, lakini kuna kampeni maarufu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid ambayo tumeweza kuongeza uelewa wa masuala ya kisheria kwa Watanzania. Na kampeni hii leo ilikuwa tuwe na wenzetu kutoka Zanzibar, kuna watu kutoka Zanzibar. Aha, mwakilishi uh, wawakilishi wawili wako hapa, lakini ilikuwa tu na waziri na mwanasheria mkuu na wengine. Lakini leo hii kampeni ya Samia Legal Aid inazinduliwa rasmi Zanzibar na ndio maana wameshindwa kuja hapa kwa sababu wanafanya hilo. Kwa hiyo hii nayo ni hatua muhimu ambayo inaeneza uelewa wa sheria, lakini kuhakikisha wananchi wetu wanapata haki zao kama wanavyostahili. Sasa ni matumaini yangu kwamba kampeni hii pia, kwa sababu nadhani tunatakiwa awamu ya kwanza ya kampeni hii kuifunga mwezi Juni mwaka huu. Sasa awamu ya pili tutakapoizindua kampeni hii katusaidie sasa, ishirikiane na vyombo vya habari, lakini pia vyombo vingine vya sheria kusambaza juzuu hizi kwa wananchi na kufanya zijulikane, na hasa kwa kuwa, agizo langu kwenu kwa mwandishi mkuu wa sheria kwenda kufanya tafsiri ya haraka ya Kiswahili, sababu Kiswahili ndicho tunachokitumia nchini. Kwa hiyo, ili wananchi wafaidike na juzuu hizi, lazima zitafsiriwe Kiswahili, na wale wa kampeni na vyombo vingine waende wakawaambie wananchi, wakawaeleweshe wananchi sheria zinasemaje, haki zao ni nini nini, wanapaswa kufanya wanapokumbana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba aina hiyo ya kampeni za kwenda kushirikiana na vyombo vingine kwenda kueneza na kuwafanya wananchi waelewe uh, uh, sheria hizi na kwa maana hiyo pia kutupunguzia migogoro katika jamii. Waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, Napoelekea kuhitimisha niseme kuwa toleo la sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 ni dhamira ya dhati ya serikali kujenga taifa linalosimamia utawala bora na utawala wa sheria kwa kuwa na sheria zilizowekwa wazi, zilizo sahihi na zinazoeleweka. Amesema mwanasheria mkuu wa serikali kwamba sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo na ndio maana serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama, na mambo na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu. Wote mnakumbuka mapendekezo tuliyopata kwenye, kwenye tume ya haki jinai, mapendekezo ambayo serikali yetu tumejitahidi kuyatekeleza kwa kiasi kikubwa, lakini nipongeze sana mahakama chini ya msimamizi wa Jaji Mkuu, wametekeleza almost 90% ya mapendekezo yale. Kwa hiyo vyombo vyingine navyo vinafuatilia kutekeleza yale, ikiwemo hili tunalolifanya leo, ni kutekeleza mapendekezo ya haki jinai ili haki inawiri ishamiri nchini na taifa lipate maendeleo. Napenda pia kutoa rai kwa mahakama zetu kutumia sheria hizi kama msingi, nilivyosema upatikanaji wa haki na kwamba mawakili wa serikali na wa kujitegemea na maafisa sheria kuwa mabalozi wa kueneza uelewa wa sheria hizi. Aidha, na vyomba vyombo vya habari nchini vishirikiane na Wizara ya Katiba na Sheria na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuelimisha wananchi kuhusu toleo hili la sheria. Uh, zilizohuishwa pamoja na maana yake katika utoaji haki kwa upande wa Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, nawaelekeza kuhakikisha kuwa taratibu, kuhakikisha kuwa na utaratibu mzuri um, unawekwa wa upatikanaji wa toleo la urekebu utakaowezesha zoezi hili kuwa endelevu. Tukaangalie namna tutakavyoweza kufanya kutumia tehama kuharakisha usambazaji na kukuza uwazi wa sheria kwa umma. Lazima zikae, zionekane, watu wazielewe, ziwe accessible kwenye mitandao huko. Mtu akiingia ana search toleo jipya, sijui juzuu rekebu, anaiona inatoka, anafungua, anachokitaka anasoma na anapata uelewa. Mwisho kabisa, nirejee kwa serikali, nirejee kwa serikali, ni sheria hivyo ninaendelea kuwasihi wahusika wote mwendelee kusimamia kuwajibika, au kusimamia uwajibikaji, uadilifu na ubora katika utendaji wa shughuli mbalimbali za kiserikali. Na baada ya kusema hayo, na kwa heshima kubwa, sasa natamka rasmi kuwa toleo la sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 sasa limezinduliwa rasmi. Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Asanteni sana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Eh, tumelala jamani, mm. Tumezindua sheria mpya leo hapa na tunatakiwa tukazisimamie huko. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Aya, tukaendelee kuzisimamia. Asanteni sana. Aya, asante, tunakushukuru. Nakushukuru Mheshimiwa Rais. Kwa sasa tunafanya maandalizi ya haraka haraka tuweze kupiga eh, picha za pamoja hapa, watakuja hapa mbele eh, watakuja hapa mbele naomba tukae viongozi, wakati wengine wanafanya maandalizi ya kuondoa eh, jambo kubwa la kujivunia kama alivyozungumza mwanasheria mkuu wa serikali. Uh, toleo lile la mwaka elfu mbili na mbili tulipata udhamini kutoka benki ya dunia, wataalamu kutoka Afrika ya Kusini. Lakini toleo hili tumefanya wenyewe kwa fedha zetu na kwa kutumia wataalamu wetu. Hebu tujipongeze Watanzania kwa makofi mengi sana. Hayatoshi, tujipongeze tena kwa makofi mengi. Tanzania inasonga mbele na huku ndiko kujitegemea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Waziri,